Wafuasi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wamekosoa kauli iliyotolewa na makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Balozi Dkt. Emmanuel Nchimbi katika maadhimisho ya siku ya sheria nchini yaliyofanyika jijini Dodoma siku ya jana. Katika maadhimisho hayo Dkt. Nchimbi aliwataka wanasiasa kutoendelea kuzungumzia matukio yaliyotokea katika kipindi cha uchaguzi mkuu wa mwaka 2025, Oktoba 29 ambapo katika uchaguzi huo kuliibuka vurugu pamoja na maandamano yalisababisha uchomwaji wa mali za umma, mali binafsi pamoja na matukio ya vifo vya Watanzania. Balozi Nchimbi aliweka msisitizo na kusema kwamba anawataka wanaharakati, wanasiasa kuachana na matukio ya Oktoba 29 kwa sababu yanaumiza zaidi, huko akisema kwamba serikali ya Daktari Samia Suluhu Hassan imeunda tume kwenda kuchunguza dhidi ya matukio hayo makada ya chama cha demokrasia na maendeleo chadema mibuka na kuzungumzia kufuatia kauli hiyo iliyotolewa na kiongozi huyo. Martin Maranja alisema, hatuwezi kutatua matatizo yetu kwa kujidanganya kuwa hayapo. Kama ilivyo Juni 16 kila mwaka, South Africa wanaadhimisha mauaji ya watoto wa Soweto, sasa ni siku ya vijana yiliyofanywa na Makaburu Juni 16, 16, mwaka 1976, ndiyo chanzo cha kuanzishwa kwa siku ya mtoto wa Afrika ambayo iliasisiwa na OAU mwaka 1991 na inaadhimishwa Juni 16 kila mwaka. Hata sisi hatuwezi kusahau na kunyamazishwa. Sisi kila mwaka ikifika Oktoba ishirini na tisa tutakuwa tunaadhimisha siku ya mauaji ya kutisha katika ardhi ya nchi yetu. Mmeua ndugu zetu, miili yao haionekani. Kila siku Madulo anasimama kusema waandamanaji walilipwa na wameuana wenyewe kwa silaha. Madula anasema hivyo akifahamu anasema uongo. Wengine wanasema nguvu iliyotumika ilistahili. Halafu mnatulazimisha kusau na kunyamaza, ikiwa ninyi mnajivunia kufanya mauaji hayo kishujaa, kwamba kutozungumzia mauaji yayo ndio kutenda haki. Haki gani mnazungumzia hapa? Watu wamepelekwa mocho wakiwa wamezima, ili wakafie huko. Watu wenu wamekwenda hospitali kulazimishwa wapewe maiti waondoke nazo. Unyama wa kiwango gani huo? Waliouawa ni binadamu, sio mifugo. Mmechukua uhai wa vijana waliokuwa wanaangalia mpira kwenye banda la kahawa. Mmewafuata watu mitaani hata baada ya zuio la kutotoka ndani. Mliotendea haki gani? Wengine wamezika nguo na picha tu, hawajui miili ya ndugu zao ilipo. Naelewa mnataka tusahau haraka kwa kuwa inachafua sura ya serikali yenu. Ipo hivi, bila ukweli na uwajibikaji, tutalizungumza jambo hilo ikitubidi hata milele Ajenda yetu hadi mkili na kuwajibika, tutawasimulia watoto na wajukuu zetu pia. Mmeua ndugu zetu kwa risasi za moto halafu mnatupangia siku za kuanua matanga. Udikteta uchwala huo, kwa nini hamtaki kuwajibika? Angefariki ndugu yako, angetueleza maneno hayo kwamba yanatonesha vidonda? Ninyi mnatonesha vidonda gani? Mlifua na nani? Hivi, unajua kwa nini duniani hukutana na watu wanaitwa Hitra na Idi Amini au Farao au Msurini? Madikteta watachukuliwa milele Mjiangalia nyendo zenu, si kuasila ya Mungu itakaposhuka itaanza na nyie, na tutashangilia na kutukuza utukufu wake. Jinai haiozi aliandika hivyo, kada huyo Chama cha Demokrasi na Maendeleo Chadema kupitia katika ukurasa wake wa mtandao wa X.